ya unajua ni kiasi gani cha pesa unaweka kwenye biashara yako ya forex. Hapo ndipo lot size inapotumika. Yes, kana mimi upate mafunzo mazuri. Kwa ufupi, lot size ni kipimo cha ukubwa wa biashara unayoingia. Mfano ambao ni rahisi zaidi, ukisema micro lot ni biashara ndogo sana unayofanya, ukisema standard lots ni biashara kubwa. kwa hiyo Kadri lot inavyokuwa kubwa ndivyo faida au hasara inavyokuwa kubwa zaidi. Pia hiyo ndio sababu uh, muhimu kuchagua lot size kulingana na uwezo eh, wako wa kifedha. Naamini hapo utakuwa unanielewa. Kwa ili kiwango cha pesa ambacho umekideposit kwao, kuna lot size description, unaweza ukaona hapo kuna standard lot, kuna mini lot na micro lot yeah kwa hiyo lot size ni kitu muhimu sana ya yeah. Ukipima vibaya lot size, unaweza kupoteza pesa zote haraka. Anza na ndogo yeah. Ujifunze vizuri zaidi, follow kwa video inayofuata, subscribe my account. It's me, Awaz. Thank you a lot.